Kwa na kwamba, hii hali inaweza katuletea shida, ajali kubwa inaweza kafia hapo mtu au akapatia hapo ajali kubwa. Sasa ajali hiyo alichagua anaweza akawa humu, anaweza akawa kamwanga au wapi? Sasa ni vyema kwa sababu tunaopita na tunaohangaika ni sisi wenyewe tukana tusiendee kujisubiri serikali, pamoja na kwamba barabara hili kawaida inalimwa na na, na serikali ni... Kwa kweli changamoto ya barabara hii tumeipata muda mrefu. Kipindi cha nyuma tulikuwa tunadanganywa kwamba watakuja watengeneze, ila baada ya siku tatu kwa nyuma, tukawa tumeanza kujitolea. Na kweli leo mbunge amesikia kilio chetu, amekuja na yeye amejitolea pamoja na sisi kwenda sehemu sika. Ya biashara ilikuwa ni ngumu, ilikuwa ni changamoto, kwa hiyo na ndio maana wananchi tumeamua kuja kujitolea ili angalau tuzibe sehemu ndogo, lakini kwa sababu ya mbunge kuja kututia moyo alichokiahidi na sisi tunaamini kwamba ni msikivu atatusaidia. Tunaendelea tunasubiri bajeti ya serikali ije, mimi nitajibanabana kwenye vihela vyangu nilivyo navyo kwenye bajeti ya nyumbani kwangu pale tupate hizi tripu hamsini kwa hela zangu. Kwa hiyo viongozi ambao mko hapa, kwa kushirikiana na mheshimiwa diwani ambaye anawapenda, ambaye anawasemea, ambaye kila wakati anakumbusha mtashirikiana na katibu wangu na tunaweza kumwomba mtu mmoja wa Tarura akaja, tukasimama siku moja, tulete vile vifusi. Kama tunaanza kumwaga kutoka kule, tunamwaga zile sehemu ambazo tunaanza na changamoto, tunamwaga tunamwaga, halafu siku moja tuje tena tu, tuweze kusambaza. Na matokeo. Halafu, hata kweli ukiwa mbunge unakoswa hata mia tatu ya kufyekafyeka sasa mawazo haya kwa wananchi yalikuwepo. Sasa mbunge hata ile kufyeka kufyekafyeka tu sasa <laughs> nilipokushirikisha ukasema kazi na matokeo, lazima tuifanye kwa sote kwa pamoja <muchiliki>